Kama nikikusimulia ndoto zangu, inawezekana utasema kwamba mimi huwa na ndoto za ajabu sana. Sasa nilikuwa na ndoto ambayo ni ndoto ya kushangaza sana. Ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kugundua siri zilizojificha kwenye visiwa vya mbali huko Tanzania. Ndipo niliposikia kuhusu kisiwa cha nyoka, sehemu iliyojaa hadithi za ajabu. Wanyama wengi wa kutisha wako huko na nyoka ambao hata ukiwataja tu unapata hofu na mwili unasisimka. Sasa mimi niliamua kufunga safari na kwenda huko nikichochewa na kiu ya kugundua ukweli nyuma ya hadithi hizo za kutisha na vitu vya kustajabisha. Safari yangu ilianza nikiwa na gari langu la zamani aina ya Toyota Land Cruiser ambalo lilikuwa ni rafiki yangu katika safari nyingi za hatari ambazo nilikuwa nazifanya. Kisiwa cha nyoka hakikuwa mbali sana, lakini barabara zenye vumbi na mapori zilitengeneza safari yangu kuwa ngumu sana. Nilikata msitu kwa msitu, nikavuka mito na mwishowe nikafika ufukweni, ambapo baada ya kufika ufukweni, zikaja mashua ndogo zilinivusha hadi kwenye kisiwa hicho kinachotajwa kuwa ni kisiwa cha Lana. Nikiwa nimefika kisiwani, upepo mwanana wa bahari ulijaa harufu nzuri ya chumvi, lakini nyuma ya uzuri huo kulikuwa na kimya ambacho kimetawala, naweza nikasema ni kimya cha kutisha. Wenyeji walionekana wakinitazama kwa wasiwasi, wengine wakabaki kimya, kana kwamba kuna kitu ambacho wanakificha. Hawahitaji kuniambia, nilijua tayari. Nilikuwa kwenye ardhi ya siri, hivyo sikuhitaji kujua mengi kwa sababu inawezekana ningeweza kuogopa. Siku ya kwanza nilianza kuchunguza eneo hilo kwa miguu, nikizunguka huku na kule. Misitu ilikuwa imezunguka kijiji kizima miti ilikuwa ni mirefu ikining'inia kama mikono ya viumbe wa ajabu ama mashetani. Lakini usiku ulipowadia, niliamua kurudi karibu na gari langu ambapo niliamini ndo nitakuwa salama. Niliweka hema langu kando yake, nikajilaza nikitizama juu, nikitizama nyota jinsi ambavyo zinahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini siku ya pili ilipofika, nilikuwa ninatembea kwenye njia nyembamba ambayo ipo kichakani, nilijikuta uso kwa uso na kiumbe kilichonifanya kuganda kwa hofu. Huyu alikuwa ni black mamba, nyoka mwenye mwili mrefu sana, alikuwa ni nyoka mweusi kama kivuli, ukimwona hivi lazima uogope, macho yake yaking'aa ya kwa ukali na yakinitizama, nikakiona kifo meno yake marefu yakiwa tayari kunitoa uhai. Nilijaribu kurudi nyuma polepole pole, lakini ghafla alichanua mwendo wa kasi akaanza kunifukuzia. Nilianza kukimbia moyo wangu ukidunda kama ngoma, niliruka juu ya vichaka nikikimbilia kwenye gari langu kwa nguvu sana, lakini kabla sijafika, nilihisi msukumo nyuma yangu, alikuwa akinifukuzia kwa kasi sana. Nilipofika kwenye gari, nilifungua mlango na kujirusha ndani lakini nilipogeuka sikumwona nyoka. Uoga ulinikamata sana tena sana, nikajiuliza alikuwa wapi. Nilijua ni hatari kushuka kwenye ile gari kumtafuta. Sasa nikiwa kwenye gari, nikawa nakimbiza sana gari, ndipo nikaanza kuhisi kwamba yule nyoka inawezekana amejiviringisha chini ya gari. Sasa hapa ndipo nikapata akili ya ziada ambayo ilikuwa ni mbinu moja tu ya kuweza kumwondoa. Nilikanyaga mafuta kwa spidi kubwa sana. Gari ilipiga kelele kuonyesha kwamba huu mwendo sasa ni mwendo wa kasi, matairi yakijizungusha vumbi na mawe, joto likaongezeka chini ya gari kutokana na injini kupata moto, na ghafla mlio wa kitu kikadondoka chini kilisikika. Nilipoangalia kwenye kioo cha nyuma, nikamwona Black Mamba akiwa amejikunja akitetemeka na mwili wake ukiviringika, alikuwa ameanguka. Nilihisi kama nilikuwa nimetoka kwenye mdomo wa kifo, lakini nilijua hii ilikuwa ni mwanzo tu wa safari yangu ya kutisha kwenye kisiwa cha nyoka. Usiku ulipofika, upepo ulivuma, na ulikuwa ni upepo mkali sana, na sauti za ajabu zilianza kusikika kutoka kwenye msitu. Nilijiuliza, ni nyoka gani wengine wananisubiri hapa? Sasa usiku ulipofunika kisiwa, nilijikuta nikiwa macho, nikisikiliza sauti za ajabu nje ya hema langu. Tena upepo ulivuma, ukipiga vichakani, na mara kwa mara nilihisi kama macho ya kutoonekana yananichunguza. Kisiwa hiki hakikuwa tu eneo la wanyama wa hatari, bali pia kilionekana kimeficha siri nzito sana. Asubuhi ilipofika, nilikusanya ujasiri wangu na kuanza kuzunguka tena, nikiwa na kamera yangu. Nilitembea kwenye kijiji, nikiongea na wazee wa eneo hilo. Wengi walikuwa waoga kunielezea hadithi za nyoka wa ajabu katika hiyo sehemu, lakini mzee mmoja aliyejulikana kama Babu Jafari aliniita pembeni. Vijana kama wewe hupotea kwenye kisiwa hiki, aliongea kwa sauti ya chini, macho yake meusi yakiangaza hekima na hofu. Nyoka wa hapa si nyoka wa kawaida, kuna nundu ya kifo, aina ya nyoka anayependa kujificha kwenye kivuli na kukaa kimya hadi anapokaribia kumuua mtu. Maneno yake yalinichoma kama sindano, lakini niliendelea mbele, nikiamini kuwa lazima nione mwenyewe. Nilichukua gari langu na kuelekea ndani zaidi ya msitu. Njia ilikuwa ni nyembamba sana, vichaka vilikuwa vimebana kando na kando ya gari yangu, na anga lilianza kuwa na mawingu meusi kana kwamba mvua ilikuwa inakaribia kunyesha. Wakati wa mchana niliona nyoka wengine wadogo wakivuka njiani, lakini hata sikuogopa hadi ilipofika jioni. Nilipofika kwenye uwanda wa wazi, nikashuka kidogo kuchukua picha. Nilipokuwa nimepiga magoti nikipiga picha ya maua ya porini, nilihisi kitu kizito kikijipinda kando yangu. Moyo wangu uliruka na nikaamini kwamba hapa, vipi tena, inawezekana kuna nyoka mwenye mwili mpana yuko karibu yangu, ambaye alikuwa ni nyoka mwenye magamba makubwa na rangi ya kahawia. Niligeuka ghafla, nikamwona nyoka huyo taratibu akijificha kwenye majani. Niliinama polepole, nikijaribu kumpiga picha, lakini kwa sekunde moja tu aliruka, nilianguka nyuma nikijikokota kwa haraka kuelekea kwenye gari. Alinifukuza kwa kasi isiyoelezeka, mwili wake ukipiga vichaka kama upepo mkali vile. Nilijitupa ndani ya gari na kufunga mlango, lakini mlio wa kugonga kwenye dirisha uliniogopesha. Alikuwa amepanda juu ya kioo. Niliwasha gari na kuanza kuondoka kwa kasi, lakini kila nilipogeuka, nilimwona bado anajizungusha juu ya kioo, macho yake meusi yakiangaza kwa asira. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa nguvu, mikono yangu ya inatetemeka katika usukani. Ndugu yangu, acha kunifuata! Nilipiga kelele kama mwendo wazimu. Kama muujiza, nilipofika kwenye njia iliyojaa vumbi, nilikanyaga mafuta zaidi, na vumbi lilipiga juu likimvuruga. Nilimwona akianguka kutoka juu ya gari na mwili wake ukapotea kwenye vichaka. Nilitulia nikifuta jasho, lakini mwili wangu ulikuwa na baridi sana. Lakini nilijua kisiwa hiki hakikuwa cha kawaida, kulikuwa na kitu zaidi, kitu kibaya kilichofichwa ndani ya msitu, na bado nilitaka kujua siri zote ndani ya msitu. Nikiwa usiku katika hema langu, upepo ulivuma kwa nguvu zaidi, na sauti za vicheko vya mbali zilianza kusikika. Nilijiuliza, je, ni watu ama ni nyoka wenyewe wanacheka? Usiku huo usingizi ulinikataa kabisa. Nikiwa ndani ya hema langu, upepo ulizidi kuongezeka ukipiga kuta za hema kwa kishindo, lakini sauti nyingine za ajabu zaidi zilianza kuchanganyika na vicheko vya mbali, kama sauti za watoto wakicheka na kuimba nyimbo za zamani huko. Nilihisi mwili wangu ukisisimka kwa baridi ya hofu. Asubuhi ilipofika, nilikusanya ujasiri wangu na kuamua kufuata zile sauti ambazo nilikuwa nazisikia. Niliwasha gari na kuelekea upande wa magharibi wa kisiwa hicho ambako miti ilizidi kuwa minene na kivuli kilizidi kuwa kizito sana. Njia ilikuwa na mawe makubwa na mara kwa mara nililazimika kushuka na kuyaondoa ili niweze kupita. Nilipokuwa kwenye kona moja, niliona kitu kilichonifanya ni kate breki za ghafla, ni minye breki ya ghafla. Mbele yangu kulikuwa kuna mwamba wa mto uliokuwa na maji kidogo. Nyoka mkubwa mwenye magamba ya dhahabu na kijani aliinuka, mwili wake ukiwa na alama za ajabu za mduara kama michoro ya kale Macho yake yaling'aa sana kama almasi ya kijani. Huyu hakukuwa nyoka wa kawaida. Nilihisi kama alinikazia macho, nikakosa nguvu za kuendesha gari yangu. Mikono yangu ilitetemeka katika usukani na jasho lilianza kutiririka usoni. Ghafla nyoka huyo alijiviringisha na kupotelea kwenye majani, lakini kabla sijapata pumzi, niliona kivuli kikubwa kikitembea kwenye kichaka kilichokuwa karibu. Nilijua nilikuwa nikichunguzwa. Jimmy ukirudi usije tena hapa nilijisemea kimoyo moyo. lakini akili ya yangu ilikuwa na shauku ya kugundua siri hizi zote nilirudi kwenye kijiji nikiwa na maswali zaidi kuliko majibu babu jafari yule mzee wa kijiji alinikuta nikiwa nimepaki gari akasema umekutana na sepente wa dhahabu sio aliuliza kwa sauti nzito sepente wa dhahabu nini hicho nilimuuliza huku nikihema ulichokutana nacho ni roho ya kisiwa hiki ni nyoka wa kale, mlinzi wa hazina na siri za kisiwa cha Nyoka. Wengi waliojaribu kumtafuta wamepotea, na waliobaki wamekuwa mizimu. Moyo wangu ulikuwa ukidunda, lakini hamu ya kugundua siri hizi ili nizidi. Babu Jafari, ninawezaje kujua zaidi? Nataka kuona kila kitu. Mzee alitabasamu kwa huzuni, akasema, usiku ujao, endelea kuelekea kwenye pango la miamba tena, miamba ya giza huko ndipo wanapoishi nyoka wengi wa ajabu. Lakini jiandaye kijana, kile utakachokiona huenda kisikuruhusu urudi ukiwa salama. Usiku ulipofika, niliwasha gari langu tena, mwanga wa tochi ukiwa tayari. Njia ilikuwa na vumbi, upepo ukiwa na baridi isiyokuwa ya kawaida. Nikipiga kona, nilihisi kana kwamba nilikuwa nafuatiliwa. Niliwasha taa za gari zikiwa angavu zaidi lakini nilipoanza kupanda mlima uliojaa mawe na misitu minene, taa zangu zilianza kupoteza mwanga, zikawa na mwanga hafifu. Moyo wangu ulikuwa ukidunda kwa kasi. Mara ghafla, nyoka mwenye madoadoa meupe na meusi, mwenye kichwa kikubwa na macho mekundu, alijitokeza mbele ya gari yangu ya alijivuta kwa kasi na kupanda juu ya kioo, akipiga kelele za ajabu, kama mlio wa mtu anaelia. Nilikanyaga mafuta kwa nguvu, lakini nyoka hakushuka. Nilijaribu kufuta kioo kwa maji, lakini alijizungusha zaidi. Mwili wake ulipiga kioo kwa nguvu, nilihisi baridi ikinipanda mgongoni. Ninafanya nini hapa nilijiuliza, huku machozi yakianza kujikusanya kwa hofu. Niliamua kumtupa nyoka huyo, nilipiga breki za ghafla, gari lilitikisika na nyoka alianguka chini. Hapo ndipo nilipoona jambo la kutisha zaidi. Nyoka huyo alipoanguka mwili wake ulijikunja na kubadilika kuwa kivuli cha mwanamke akicheka kwa sauti za kichawi. Niliwasha gari kwa kasi, nilikimbia kutoka pale. Sauti ya vicheko iliendelea kunifuata kwenye upepo. Kisiwa hiki hakikuwa tu na nyoka wa kutisha, kulikuwa na kitu kibaya zaidi, kitu cha giza kinachoficha siri zake kwenye kivuli. Nilirudi kijijini, mwili wangu ukiwa umechoka, akili yangu ikiwa imejaa hofu. Usiku huo niliketi karibu na moto nikiwaza kama nilikuwa na ujasiri wa kuendelea ama kurudi nyumbani. Lakini nikiwa na shangaa, sauti ya Babu Jafari ilisikika nyuma yangu, "Jimmy, unataka kuondoka, sivyo? Lakini kuna kitu kinakuambia uendelee." Nilimwangalia, macho yangu ya kijaa mashaka na hofu, "Babu, kuna nini hapa? Hawa si nyoka wa kawaida, kisiwa hiki ni kisiwa cha laana." Babu Jafari tabasamu kwa huzuni. Sio laana kijana, ni baraka na laana kwa pamoja. Wenye moyo wa chuma tu ndio wanaweza kugundua ukweli. Usiku ulinizonga kama wingu zito la giza. Nikiwa nimekaa karibu na moto uliokuwa ukisokota moshi taratibu, nilitafakari maneno ya Babu Jafari: baraka na laana kwa pamoja. Maneno hayo yalikuwa kama fumbo, lakini moyo wangu ulijua moja: nilipaswa kufika kwenye pango la miamba ya giza na kumaliza safari hii ya kutisha. Asubuhi iliyofuata niliandaa gari langu nikiwa na kibuyu cha maji, tochi na kisu cha kujilinda. Babu Jafari aliniona nikijiandaa na akanisogelea, akaniambia, Jimmy, kama hautarudi jua kuwa umejaribu, lakini usikubali hofu ikushinde. Uwe makini na miamba ya giza, huko ndiko nyoka wa kale wanaishi. Nilianza safari yangu, gari likipita kwenye njia za vumbi, vichaka vikisugua pande zote za gari yangu. Njia ilizidi kuwa nyembamba na mwanga wa jua ulipotea taratibu, huku miti mirefu ikizidi kufunika anga. Kila nikisogea mbele, sauti za ajabu zilisikika, milio ya nyoka ikishindana na sauti za upepo. Nilipofika kwenye mlango wa pango la miamba ya giza, nilishuka taratibu. Mlango wa pango ulikuwa mkubwa sana, ukiwa na michoro ya ajabu ya wanyama na alama za kiasili. Mapigo ya moyo wangu yaliongezeka, lakini niliamua kuendelea. Niliwasha tochi yangu na kuanza kuingia ndani ya pango. Ilikuwa ni pango ambalo lina harufu ya unyevu na sauti za matone ya maji zilijaza ukimya wa kutisha. Mara kwa mara niliona vivuli vikijivuta kando ya ukuta. Nyoka wa kila aina, warefu, wafupi, wenye rangi za kushangaza niliwaona. Ghafla niliingia kwenye chumba kikubwa cha pango, mwanga wa tochi yangu ukigonga miamba mikubwa iliyokuwa na michoro ya nyoka. Katikati kati ya chumba hicho kulikuwa na sanamu kubwa, kulikuwa na sanamu kubwa ya nyoka wa dhahabu, macho yake yakiwaka kijani kibichi. Lakini kabla sijatafakari zaidi, sauti nzito na kuogopesha ilisikika: mgeni, nani anayethubutu kuvunja utulivu wa kisiwa cha nyoka? Mwili wangu ulitetemeka. Sauti iliongea, lakini haikuwa ya binadamu. Ilikuwa ikitoka kwenye sanamu lile, lakini ghafla sanamu ilianza kusogea, mwili wake wa dhahabu ukijikunja na kugeuka kuwa nyoka hai, nyoka mkubwa zaidi niliwahi kumwona. mimi ni Jimmy, nilikuja kugundua siri za kisiwa hiki, nilisema kwa sauti ya kutetemeka. umekuja kugundua ama kuiba? wengi wamekuja na tamaa za hazina. Wewe ni nani? Umeingia hapa? Macho ya nyoka huyo yalizidi kung'aa na nilihisi ardhi inatetemeka. Nyoka wadogo walianza kutambaa kutoka kwenye pembe za pango, wakijikusanya kuzunguka miguu yangu. Sikujua nifanye nini, lakini nilikumbuka maneno ya babu Jafari: usikubali hofu ikushinde. Nilivuta pumzi na kusema kwa ujasiri, siko hapa kuiba niko hapa kujua ukweli. Kisiwa hiki kina siri na mimi ni mvumbuzi wa ukweli. Ikiwa nitasimulia hadithi yako, hakuna atakayethubutu kuja tena na tamaa. Nyoka mkubwa alinyamaza, macho yake yakitizama ndani ya nafsi yangu, kisha kwa mshangao wangu alicheka, sauti nzito na ya kutisha, lakini pia ya hekima. Jimmy, wewe ni tofauti, unatafuta maarifa badala ya utajiri basi sikiliza, kisiwa hiki ni nyumba ya mababu wa kale. Wakati wa mwanzo tulikuwa walinzi wa hekima na hazina ya ulimwengu. Watu walikuja na tamaa na tukageuka laana kwao, lakini wale wenye moyo safi hutoka wakiwa na maarifa na ulinzi wetu. Nyoka yule mkubwa alirudi kwenye umbo la sanamu na pango lilianza kutetemeka. Nilijua muda wangu ulikuwa umefika. Nilirudi mbio, nyoka wadogo wakinitizama bila kunidhuru. Nilipofika nje ya pango niliona mwanga wa jua ukiangaza na upepo mwanana ulivuma kana kwamba ulijua nimesalimika. Nilirudi kijijini na babu Jafari alinikaribisha kwa tabasamu, umerudi Jimmy, sasa unajua siri za kisiwa cha nyoka. Nilitabasamu nikijua kuwa safari yangu haikuwa tu safari ya hofu na nyoka wa kutisha, bali pia ilikuwa safari ya maarifa na ujasiri. Nilifunga safari yangu nikiwa na hadithi ambayo sitaisahau milele. Nikarudi nyumbani mjini na kuja kuwasimulia leo nyie, katika chaneli yangu pendwa ya Bongo Star Media. Mimi naitwa Jimmy Godfrey Frey. Kama umeipenda simulizi hii, niambie ujumbe wako hapo chini katika box la comment. Nitakuletea simulizi zengine nzuri kama hizi, nina imani utaenjoy sana. Siku njema iwe nawe. Mi naitwa Jimmy Godfrey Frey, hii ni Bongo Star Media.